Kufuatia kile ambacho kimetokea siku ya jana, chapesa media e, tumeamua kutembelea kituo bora kabisa ambacho kinakutanisha mashabiki wa Simba na Yanga stesheni, na hapa niko na Mr. Lau Lawrence, atatujuza kwa kina hisia zake, labda jana alikuwa na furaha, hakuzungumza ukweli wa kina kufuatia kile ambacho kimetokea. Kwanza, mambo vipi sasa? Mambo ni poa, kumekuja salama, tuko vizuri. Si habari ya wewe? hmm. Yeah. Mimi nashukuru Mungu. Yeah, tuko salama, kumekuja salama, tuko station hapa. Yeah, tuna refresh kabla ya kwenda kwenye majukumu koo. Kwa ujumla, hali iko vizuri hmm. yeah. Yes, tukianzia hapa kiu cha mashabiki wengi, na ukijaribu kuangalia hata kwenye komenti watu wanaponda sana, na hususa lawama nyingi zikiendea kwa refri wa jana ambaye amechezesha mchezo, alipewa jukumu la kutafsiri sheria za mpira wa miguu kufuatia matukio tata ambayo yametokea, hususa mkwaju wa penalti wa mwisho ambao umewaumiza wengi zaidi. Watu wanasema ni mipango, mipango ambayo imefanyika siku ya jana. Ah, ni lazima aumie, lazima aumie Ukimwangalia mashujaa amevaa booster. Booster nadhani nazalishwa na GSM sawa. Anapoumia mtu ameweka hela yake, anatarajia kupata manufaa, ni lazima aumie. Kwa hiyo mimi najua kuumia kwao, na sisi tulisema msimu kwamba maana ya kutangaza ubaya ubwela, kwamba sisi tuna mpango wa kumfilisi GSM. Japo hela si anatoa wapi, anakotoa anazidi kumwaga, lakini unamwambia ataweka hela, lakini sisi tunajaribu kupambana, kwa sababu swala hili tuliongea ikaonekana e, tunaongea kwa sababu atupati matokeo si namna gani. Niambia mnadhamini timu nane kwenye ligi, mnaharibu mpira. Ninachodhamini timu nane leo hii nikuulize. Juzi jana mashujaa anasema wameahidiwa milioni mia. Milioni mia ile ukisema usajili wa wachezaji wa ndani milioni 20 20, unapata wachezaji karibu watano ambao watakupa matokeo mazuri na watakupambania timu. Mashujaa sasa hivi wanakaribu kuninginia kushuka daraja. Milioni mia wanaitoa wapi? Kwa walioumia ni kwa sababu wameweka hela yao na matokeo chanya wajaipata. Masuala ya matokeo yalivyo kama unapoteza muda ukinufaika, ni akuwa jambo zuri, lakini ukipoteza muda usiponufaika, umejichelewesha mwenyewe. dakika zile zimeongezwa. Na wazani uliona mashujaa alikuwa anaenda kupiga uchuma ya pili pale. Kwa hiyo dakika zile zikiongezwa hazimuhusu Simba wanacheza yoyote. Angekuwa na utulivu yule jamaa alikuwa anaenda kufunga goli la pili kwa ajili kwa upande wao wa mashujaa na tungetawanyika uwanjani. Ungesema zile dakika zimenufaisha nani? Na kwa hiyo ni namna ambavyo tunaharibu taswira yetu ya kuyauelewa unapofikiria kwamba dakika zile zikiongezwa ni za mtu fulani. Mashujaa alikuwa amekaa. Kila mtu alikuwa anacheza uwanjani. Kwa hiyo kilichopo wanaongea kwa sababu wao wameumia na walichotarajia kimekuwa tofauti. Tumetangaza ubaya ubero. Mwanzo wa msimu kabisa. Kayoko kafanya mambo ya hovyo kabisa ambayo inatakiwa wote tupige kelele. Ikiwa ni shabiki wa Yanga, alitakiwa aseme kweli, tumeshinda, lakini kwa mwenendo huu mpira tunaharibu. Lakini Yanga walikuwa wamenufaika, wameshinda, hatukuona na mshambulia Kayoko, tuliongea kama si wenyewe, na wapiga zumari kwenye vituo vya redio wote walionea kama Kayoko hajafanya makosa ya namna hiyo, mpaka wakamwambia kwamba arudi, si makosa ya kibinadamu. Tumeamua kuishi kwenye mambo ya hovyo, acha tuende, itafika stage tutaongea lugha moja, kwamba huu mpira tunaharibu, tubaki kwenye mstari ule sahihi. Simba amepata pointi tatu, utatoa utoi maana ya ubayobwela ndo huo, na bado haujaingia ubayobwela huko, asilimia thelathini tu. Mr Laurent, kuna kauli ilitumika, kwamba baada ya kusikia huku, e, kitita kimetangazwa cha shilingi milioni mia, nanyi mkatangaza ofa kutoka kwa waamuzi, ndio ambacho kimeenda kuwabeba siku ya jana. Inawezekana e, huyo tulimtuma ape, apeleke hela kwa waamuzi. Kama wao wanasema timu zinataka hela kwa ajili ya kujiendesha timu zina wanaochezea timu ni binadamu ambao tuseme wana familia zao, hata hao marefa nao wana familia zao. Maendeleo wanapopata mchezaji, hata alefa anataka kupata maendeleo. Kama tunasema hela zikiongezeka, wataongezewa mishahara. Mishahara iliyopo labda TFF ni midogo, inawezekana tukaongezea hata hao marefa, nao waende katika maisha sawa. Kwa sababu maisha sawa, hatuwezi kuwafikiria wachezaji mkaacha kuwasikia marefa. Kama wao wamedhamini kuhusu hao wachezaji na timu zao, na sisi tutaangalia ambaye tunanufaika yuko wapi. Kwa hiyo ukiujua huu na wengine wanaojua huu mpaka tuongee lugha moja yaani mpaka ifike tuongee lugha moja, kama tumeamua kuishi kwenye maisha haya, acha tuishi. Kwa sababu watu wa vituo vya redio, wachambuzi tuambia ongeni mpira, muutetee mpira. Mpira unakoenda unaenda mbali, mpira unakoenda unaenda ovyo, wakakaa kimya. Nikuulize, John Nobo yuko wapi? Kocha wa Fountain Gate yuko wapi? juzi hapa mpaka kocha wa Vonengera anasema wamepeana, lakini hakuna mtu aliyepaza sauti. Leo hii wamepaza sauti. Ndio maana hata habari ya kombe la muungano hawawezi kujadili, vituo vyote vya redio, sehemu zote, vijio vya kidigitali, wamjajili mnyama, na sisi tunasema ndo ndogo. Tanzania zote tunazisogeza, kila wakijazamate tunawasogezea zingine, bado hawajatoa milio. hmm. Eh, milio ume, bado haijawatoka umesago, kupata matokeo KMC Complex, sasa tuta Mchezo ujao utakwenda kucheza General Isamuyo dhidi ya JKT, timu ambayo ina defense line nzuri kabisa. Na tunashuhudia Young Africans alikwenda pale na akaacha alama mbili. Kwa performance ambayo umeiona jana, je, una uhakika wa kwenda kupata matokeo General Isamuyo na ligi ikiwa na ushindani mkubwa hivi sasa? Nasema ukiona huyo jamaa anahangaika kasi. Uelewe kodi ya Simba msimu ni ngumu sana. Kodi ambayo tumecheza jana KMC sio ambayo tunaenda nayo Meja Isamuyo. Unaona Fadlu Davids ambaye anawafichia watu kodi. Wachambuzi wote sisi tutaki mpaka mwisho wa msimu hataki ambaye atakubali aseme Simba ni bora. Waendelee kuzungumza hivyo hivyo Simba ya kuungaunga sio kufanyaje? Hata hao JKT na zao wanajinasibu, na msikia jana, msemaji wao Masaubwira anazidi kutamba kwamba utapiga mtoto jinsi alivyokuja, sababu kalilia mwenyewe, na sisi tunasema aongee hivyo hivyo. Simba inaenda Meja Isamuyo. Simba hii ni Simba ya tofauti kabisa, kwanza tumeficha kodi. Yaani kodi si tumeficha, hatuko kwenye swala la kubweka wala kusifiana. Si tunasema timu bado tunatengeneza. Ndio ambacho tulitangaza toka mwanzo. Slogan yetu kwamba Simba inatengenezwa. Simba tusema ijawa bora. Kwa hiyo na, na, na, mtazamo huo wa kuona Simba si namna gani Simba unga, hata jana Belkane. Atakuwa na hamu ya kufuatilia mechi za Simba. Kwa mjibu alivyoona jana, anaona Simba yenyewe unga, unga unga napiga nje ndani. Tumeficha kodi. Meja Isamuyo tunatia miguu, jeketi tunamwambia, sisi aishi mpaka aishe. Na ndio maana tumemwambia mtu wa kasi na timu yote Simba haiishi mpaka ishe. ubaya ubwela tulimaanisha tulivyo, utangaza Jean Ahoua jana akuwepo katika kikosi cha Simba Sports Club na tulishuhudia ee, Simba inakaa ama kuna kitu inakikosa kwenye utengenezaji wa nafasi. Unauona umuhimu wa Jean Charles Ahoua licha akiwepo, watu wanasema anazingua timu yote, wachezaji wana umuhimu. Jean Charles Ahoua, unaona sasa hivi ndio mvp ajaye, japo watu wanapambana kupeana magoli na ili walau wauwe nguvu ya Jean Charles Ahoua. Jan, -jan Charles ya huwa ndio msimu wake wa kwanza. Wanamlinganisha na watu wengine lakini watu wengine wamekuja msimu wa kwanza wame struggle sana. Lakini ye msimu wa kwanza ameonyesha ubora uliopo. Unaacha kumtaja mwalimu master pass saa hivi mpaka kwenye shirikisho ndio bingwa kupigwa pasi. Fabrice Ruamba Ngoma Mwamba kabisa, jana hakuwepo pale. Kwa namna tulivyo, si tunavichia kodi. Tunapata matokeo lakini kuna silaha ambazo bado tunaendelea kuziweka. Ndio maana nikamwambia lengo tulionalo tunaenda na yote lakini kwanza tunataka kumfichia kodi Belkane. Afrika nzima ipate kudua. Sisi hatuendi kwa wangu wangu hii, kila mtu ajue nini tunafanya. Kwa hiyo wacha wabaki katika mitazamo hiyo. Jean Charles Ahoua ndio MVP wetu. Wao watakachofanya wapeane magoli, wafanyaji wapambane, ndio MVP nani? Kaonyesha uwezo ule msimu wa kwanza zaidi ya goli zile asisti kama zile, ndio msimu wake wa kwanza. Alafu tumemtoa m kijana ni mvipia hivyo kosi lakini hakuwa kwenye timu ambazo ziko alikuwa, nafasi yake si ya sita, si ya tano kule timu yake aliyokuwa nayo. Kwa hiyo na mchezaji bora ambaye ni muhimu na ndio silaha yetu tulio nayo kwenye michuano hii, yeye ndo anafanya pale, analainisha kiungo. Akikutana na Mpanzu tunaambia tu swala ni moja jeketi wafanye zoezi la kumkaba mpanzu kama wandaa kuzuia pointi tatu za mnyama gumu, umeonekana kwenye kuscore magoli kwenye masteka wa Simba mpaka hivi sasa. Simba wanapaswa kuingia sokoni na kutafuta watu mbadala wa hawa ambao walioko, tunamzungumzia leo na Lateba Mbida pamoja na Steven Desemukwala. Ah, sasa uwezi kujadili wakati hujamaliza. Yaani tumalize kwanza ndio tujadili haya kusema mtu anaingia. Inawezekana wanaokuwa watakaoingia ni wengine na tunatafuta watu waingie. Lakini kwa sasa mjadala wa kusema fulani atoke. Silaha tulizonazo ni hizi, zina maangamizi, tutayafanya hivi hivi. Leo hii hii mechi ya jana nimekopi kama ile ya Fountain Gate. Tumemaliza mechi Tabora, tukaenda Dodoma kama tukarelax. Tunaenda Fountain Gate kukutana na ugumu. Mpira wa Kitanzania tunajuana sisi. Mechi ya shirikisho tulikuwa nayo tumemaliza kule, tumesahau zitu kwetu. Watu wanafanya yao KMC, lakini tumwambia tukizitaka point 3 kwa vyovyote sisi tunazipata. Ndio maana tulimwambia mwekezaji Mo Dewij mwenyewe kwamba kama unarudi rudi, uunganishe timu. Rudi tuongee lugha moja. Asingerudi tusingeongea lugha moja utopolo nadhani huenda angechukua ubingwa akiwa anaongoza zaidi ya mechi tano au mechi sita, lakini niambia rudi, ili tuunganishe nguvu, tuwe pamoja, kwa sababu mazingira walioyatengeneza waandaa kulazimisha kupata haiwezekani. Katika maisha tulime shamba moja, mimi nipate viroba vitano, wewe upate zaidi ya magunia ishirini, akili unayotumia kupata hiyo, na mi natumia akili hiyo hiyo. Kwa hiyo kama lugha hatukuelewana, tutaongea lugha moja, wala hamna shida kwa performance hii sasa kuelekea katika mchezo mkubwa ambao utachezwa tarehe kumi na saba mchezo wa fainali kule Moroko, unadhani kuwa utakwenda kuwashangaza wa Moroko na ikiwa performance imewanyong'onyeza wengi? Siku ya jana nimekwambia anayenyong'onyea ni kwa sababu simba ya msimu huu hajaijua, anayenyong'onyea ndo lugha hizo hizo. Kwa hiyo kwa namna ya kunyong'onyea, mi niseme mimi <laughs> si wazui. Yaani, nimeshasema sizui anayenyong'onyea, anayesema Simba. Sisi mpaka tunamaliza hii michuano, hakuna ambaye tunataka atuunge mkono. Sisi tunaenda na lengo letu, kwa sababu sisi kama Simba na slogan yetu ni nguvu moja, hatutaki support wala hatutaki msaada wa mtu. Huyu anayetubeza tunamheshimu, acha atubeze kwa sababu ni, ni maarifa yake na uelewa wake. Nikwambie, Simba inaanza michuano, wewe ni shahidi. Anasema Simba hii miaka mitatu, sio jambo ambalo tumelitoa sisi na sisi tukawaambia sisi tunatengeneza timu, ndio kauli tuliyosema. Kwa hiyo kama wao wanaona tunaenda Moroko, tunaenda kufanyaje? Tumeenda kucheza na Wydad, nani alipima ule uzito, timu ile ambayo tulikuwa tu, kila mtu anasema Simba ni unga. Leo hii Simba hii imeonyesha nini inahitaji. Unaanza, unaanza na na na Al Ahly Tripoli. Al Ahly Tripoli kawekeza, yuko bora sana, na alikuwa na lengo gani alikuwa nalo, lakini Al Ahly Tripoli tumemzuia na tukaweza kwenda kwenye makundi, useme Belkane. Belkane ni nani? Sisi Moroko pale ni wenyeji, tushaenda Sawa. Moroko bado tumeanza kucheza na Raja, tumeanza kucheza na Wydad nini? Nini kigeni kwetu? Yaani Simba hii utamtisha kwa timu gani? Hali hali tujacheza nao sina tumezunguka Afrika hii. Kwa hakuna timu mimi ya kunitikisa niwe na mawazo. Ndio maana nikasemaje Fadlu Davis alivyokuja ni mtu wa kuficha kodi. Anaficha kodi kwa sababu ukifuatilia mechi yake wewe utadharau tuseme ni tofauti Simba ambayo inavyocheza. Kwa kila mechi inayokuja tunakuja na approach nyingine approach ya ubingwa iko pale pale, wala hatakiwi kumwonyesha mtu kwamba tunataka ubingwa kwa kucheza hivi. Tunaficha kodi, lakini lengo letu tunataka ubingwa wa shirikisho na makombe yote ya ndani. Haiishi mpaka ishe. Huyo alienda kasi, mate amemjaa. Sasa hivi anajaza ndoo tu, tunamsogezea ndoo. Shtaka limerudishwa eh, kwa, kwa bodi ya ligi na TFF. Hakuna shtaka yani, hamna shtaka. Hata ukiuliza TFF, hamna kesi. Kasi mwenyewe anasema hamna kesi <coughs> Mahakama ya kimataifa ya usuluhishi ya rufaa kasi inasema mmeleta huku jambo, hamna kesi, hamna sehemu ambapo mmehukumiwa mkasema mjatendewa haki, mmekuja huku sawa. So, au bodi ya ligi wenyewe wanauliza sisi, hawajafungua kesi. Waliandika barua ya kuomba wapewe pointi tatu na wapewe gharama za mchezo. Bodi ya ligi wakawambia hakuna pointi tatu kwa sababu mechi haijachezwa kwao. Unaona, hata mashtaka yao walioenda huko kasi. Ni kesi ambayo wamepeleka ni kichekesho, ni kituko. Yaani hamna kesi yote aliyofungua Yanga. Waseme zema ambao wamefungua mashtaka, kesi kaendeshwa, wakakosa haki ndio maana wakaenda kasi. Kwa hata huko kasi kwenyewe ndio maana wamewarudisha. Wamesema hamna kesi. Mmeleta kesi katika kifungu gani? Hamna hata kifungu ambacho ameenda nacho kule. Kwao vitu, yani ni vituko, yaani ndio maana Kari aliwaambia, acheni sinema. Kuna tuseme kuna shida kwenye idara ya sheria ya Young Africans. Tunashuhudia kesi nyingi wanashindwa wao. Aidha na wachezaji aidha na taasisi fulani. Kwa hiyo Young Africans mpaka hivi sasa tukubali ya kwamba kuna shida kwenye idara ya sheria. Ah, mi nisema haina shida. Aliongea mtu mmoja, japa aliongea maneno makali, akasema huenda wenye uelewa ni wawili. Sasa kawa wenye uelewa kama wanashindwa kuwasaidia kwa sababu muda mwingine wanakuwa kama kuku wa madoli ambao wanafugwa kwa kuwashiwa tana kuletewa chakula kwa sababu fikira zao ni moja. Yaani wanaona kabisa injinia anawadanganya wadanganya na wao wana support ya tucheze ya anachozungumza. Wewe mnaambiaje jambo hilo wakati mnaambia wewe unataka point tatu. Mechi haijachezwa. Umepewa taarifa mechi imeahirishwa. Lakini unaingiza timu mle na na yule meneja wa uwanja alisema geti zimefungwa. Kama bodi ya ligi imeahirisha mechi, wewe unawapaja nafasi ya kusema. Wanasema wacheze. Wanaamka asubuhi, wanawasha basi, wanaenda Bunju. Lile basi lingevunjwa vioo, ingetokea mashabiki wa Simba wakalipiga lile basi. Nani aliwaambia waende Bunju? Aliwaruhusu waende bunju nani? Kwa muda mwingine unaangalia vichwa vyao vimekuwa kama vichwa vya kuku. Yaani kila wanachoambiana ni hicho hicho wanafuata, hamna kusaa kubadilika ku Sawa. Kwa hiyo mi sioni kama kuna shida. Ndio maisha yao walioamua, ndio maisha wanayoishi. Ndio ambao wa wanajivunia. Sababu wanachoimba muda wote ni kuhakikisha kumfunga Simba. Kwa hiyo agiza alipata pointi sita za Simba, ndio lengo lao wa limetimia. Wao wanakuambia nenda kimataifa, ukija hapa si tunakufunga. Akili hiyo ni akili mfu. Ya kuwaza ule leo ushibe umekama umemaliza, ni maisha ambayo hayana maendeleo. Tuzi na focus na vitu vingine. Wameenda huko wanakoenda, lakini sheria kwa sababu inasema wameenda kurudishwa ambako wametakiwa kurudi. Sasa ukiuliza ni akili za kuku. Okay, sawa tusubiri tarehe. Haina shida. Dabi iko pale pale. Watacheza watake wasikie. Tuliwaambia mwenye mpira amesema dabi ipo. Wao wow, walivyokuwa nasema wanacheza, nikamwambia labda mtafute nchi nyingine sio Tanzania hii. Lakini kama Tanzania mpira uko chini ya TFF, mtacheza na shabiki mwenzangu wa Simba aliwaambia watacheza hata kwa viboko. Hmm. Nadhani bila viboko kasa ameshawarudisha, maana walitumia silaha kubwa kwenye kesi ndogo. Hmm. Unauza shamba kwa kesi ya kuku. Ukishindwa utaenda kulima wapi? Ndio wamefanya. Asante sana.